Somo la majira na nyakati ni somo muhimu sana mm. Ni somo ambalo watu wanatakiwa wajue mm. Msingi wa somo langu uko kwenye kitabu cha Mhubiri mm. sura ya tatu. Mhubiri sura ya tatu mstari wa kumi na moja. Wow. Lakini before nianze Mhubiri, naomba twende kitabu cha Mwanzo mm. Kwenye kitabu cha Mwanzo ndiko tunaanzia. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu Begrange. na nchi nchi nayo ilikuwa ukiwa tena utupu mm. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru mm. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Mungu mnaenda sasa mstari ule wa sita na wa saba mm. Akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji mm. Mungu akalifanya anga akayatenga ile maji ya juu na yale maji yaliyo chini anga, ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu, ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akaendelea, akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu akaita pakavu nchi na makusanyiko ya maji akaita bahari. Mungu akaona yakuwa ni vyema. Akaendelea akatoa akaita akasema, nchi itoe majani. Nchi ikatoa majani, ikawa jioni, ikawa asubuhi. Sasa mstari wa kumi na nne ndio msingi wa somo mm. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili litenge kati ya mchana na usiku, na iwe ndio dalili na majira na siku na miaka mm. Tena hiyo ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Hmm. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku, akafanya na nyota pia. Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku, kutenga nuru na giza Mungu akaona ni vema, ikawa asubuhi siku ya nne. Sasa hii siku ya tatu, unaona Mungu akafanya akasema mianga, mianga. Mm. E, e, ambayo ndio dalili ya majira na, na siku mm. na, na mianga, na mianga. Miaka. Hapa ndio kalenda ilipoanza, okay. Kwenye mstari kalenda haikugunduliwa Misri. Mm. Hapa, hapa ndio kalenda mm -hmm. aliposema na, na iwe, iwe mianga katika, katika anga, anga la mbingu hmm. ili litenge kati ya mchana na usi. na usiku. na iwe ndio dalili na, usiku. na, usiku. na, na, na majira. majira na siku n na, na, na miaka <laughs> Mwanzo moja hapo kwanzia mm. mstari wa kumi na nne hapa ndio majira yanapoanza ya Hey, inatamkwa ina na Mungu kupitia sura ya kumi na mbili ya kitabu cha Kutoka kwamba mwezi huu ndio utakuwa mwezi wa kwanza kwenu. Mwezi hapa ameshaanza hapa, amekutajia hapa mianga mm. kwa aliposema na iwe mianga, ndipo ameanza mm. na kalenda hapo, ndo ametangaza miaka, ametangaza na siku mm. na miezi mm. ameweka mianga mkubwa na mdogo, jua mm. na mwezi, na mwezi. Vyote hivi ni Mungu amevitengeneza mm. kwa hawa wengine ni kwamba wamekuja kujua tu, wameiwaishwa kutiwa ufahamu. kwa ukija kwenye kutoka ibado kito, kutoka inaungana na na eh. lakini ukija Mhubiri tatu mm. kumi na moja anasema kila jambo lina majira yake mm. na wakati wake, wake, na kusudi lake. Sasa kuna jambo chini ya mbingu ili jambo tatu kumi na moja Mungu amefanya hivyo ili liende sambamba na hili. Kwa kila jambo mfano hapa ni majira yake. Mungu alijua haya majira, Tumpe atakuwepo, ilishapangwa siku nyingi kabla. maendaenda hujapanga kabla ilini, Mungu alisema hapa itakuwa hivyo lakini anasisitiza kwa habari ya majira na nyakati. Mm, hebu -hmm, naenda kitabu waraka wa kwanza wa Thesalonike sura mm -hmm, ya tano mstari wa kwanza. Thesalonike wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya tano. E, tano, mm -hmm, mstari wa kwanza, hebu tusome. Asema: lakini, lakin, ndugu, ndugu, uh, lakini ndugu ndugu, lakini kwa habari ya nyakati na majira hamna mm -hmm, haja niwaandikie hapa. Lazi, yaani, lazima uyajue lazima uandikie ujue, haya majira mm. unapaswa kufanya mm. nini sasa? ukifahamu wakati na majira mm. inakupa kujua unachotakiwa kufanya sawa sawa. Usipofahamu, ndio hapo tunakutana mm. na majanga mm. unafanya usichotakiwa kufanya ufanya. wakati wa mvua inanyesha ni wakati wa kupanda miti mm. Mm. Sasa wewe unasubiri mvua imekatika, ndio unaenda kupanda miti mm. miti itaungua. Kabisa. Kwa lazima ujue haya majira ni ya nini? Anasema ombeni mvua wakati wa masika. Sio unaenda kuomba mvua wakati wa kiangazi. Hmm. Hmm. Hmm. Wakati wa masika ndio wakati wa mvua. Ehe, unajua haya majira ni ya nini? Kwa hili somo linakuelezea kwa undani kuhusu kalenda ya kiroho hmm. na kalenda za Mungu hmm. na mambo yaliyoratibiwa na matokeo yatakayotokea yaani, kwenye majira na nyakati lazima ujue kuna tokeo liko kule mbele. hmm. hmm. kama hujajua majira hutajua tokeo. hmm. Ndo maana hata ratiba yoyote ukiandika, angalia hapo, hata wewe tukianza, una script yako umeitengeneza. yeah. yeah. hapo hmm. umeanza muda, hayo ni majira alafu musika alafu musika. Eh, eh kwa hiyo labda muda Januari, tukio upandaji, muhusika nani? fulani mkulima, mkulima. Sasa huwezi ukachukua Januari wakati wa kupanda, mm. ukamleta mfuga kuku aje kuokota mayai eh. Kwa lazima ujue utakacho unachotakiwa kufanya, ukishajua majira mm unakuta unajua kabisa huu ni uli umri wa ujana ni mm. Haya ni majira ya kutafuta hela, haya ni majira unatakiwa uwe na kiwanja mm. Haya uwe na majira, wewe ndo unakuwa na outing za kutosha, unabadilisha ujasoma majira na nyakati mm. Matokeo yake wewe unakuja kuwa mzigo kwa watoto wako mm yaani kuna watu hapa ni mzigo kwa watoto ujana wake ameutumia vibaya, vibaya. Hmm. ko anajikuta yuko kwenye nyumba za kupanga ko mtoto ambaye amekuwa na akili ametafuta maisha ana vyumba viwili anakuja kukaa sasa nimeenda kukaa kwa mwanangu Biblia inasema nyumba na mali ni urithi apewayo hmm. mtu na babaye hmm. lakini huyu baba hajamwachia mtoto nyumba na mali anasema nimekupa urithi wa elimu hmm nimekusomesha nimekusomesha, pamoja na kunisomesha, nyumba iko wapi? Asubanisha elimu yako kwa nyumba, sasa yakwako iko wapi? Pambana, urithi nilokupa ni elimu, alafu nakuja unasikilize. Matokeo yake ndoa nyingi zinavunjika hmm. kwa sababu ya haya majira. Kwa wazazi wanaanza kusema wewe ni mtoto wetu, tumekuzaa utusikilize sisi, si. ko unakuta kuna mivutano, shughuli iko hapa kwenye majira. tukio mtu anajua anatakiwa kuzaa ame mimba imeingia, mm. kwa anajua tukio tayari, mimba mm. Kwa kifuatacho ni nguo pana zinatakiwa pa. mm. Kifuatacho pampasi zianze kuwekwa hapo mm. vitu vya mtoto mabebishoo, hela za kujifungulia, hela za uzazi mm. kwamba kuna miezi mingapi ya kuto kufanya kazi, unalea kurudisha afya, lakini kwa sababu ya kuto kujua, yani inaonekana ile mimba iliingia bahati mbaya mm. Kwa maana hiyo unataka, unachojaribu kutuambia ni kwamba eh, eh, kila tukio liko eh, allocated kwenye specific time, ndio na kama siwezi kufahamu muda gani wa kufanya nini, ni rahisi kulaumu watu au kuingia mkenge. Ndio, usipojua majira, hutajua unachotakiwa kufanya. Okay. Na utaingia jango. Sasa hapa usipojua muda, matokeo yake ndio pale kuna watu baraka zimewapita hmm na kuna wengine wamepitiliza baraka mm. Wengine wako nyuma hawaelewi cha kufanya, ni kwa sababu hajajua majira hizi, ni nyakati za nini? Sasa unakuta matukio yote yameratibiwa kwenye ulimwengu wa roho kwa ni no. lazima ujue kuingia kwenye ulimwengu wa roho, hakuna kitu kilichoko, vyote viko ulimwengu wa roho, na tukienda kwenye ulimwengu wa roho tuna Mungu mm yuko kule anaongoza ameratibu ana mpango mm. na kusudi ndio maana amsaa kila jambo mm. lina majira yake Mungu amefanya kila jambo kwa kusudi lake kwa kuna kusudi Mungu ameliweka lina muhusu maendaenda lina muhusu tumpe mm. lina muhusu ailini amelipanga kule kwamba mwezi fulani maenda enda atakuwa na gari mm. mm. maenda enda anatakiwa awe na kiwanja kiwe kibaha mm. <laughs> Sasa kwa sababu atakuwa mtu mkubwa, akifika kule Kibaha atakuwa hivi mm. kuna mwingine tena yuko kwenye ulimwengu wa roho anaitwa Shetani mm -hmm. na yeye ameandaa mpango na kusudi kuratibisha kitu tofauti mm. cha kuharibu lile kusudi mm. kwa hiyo kama maendaenda ataenda Kibaha atakuwa mtu mkuu, atakuwa na jina. Huyu sitaki awe mtu mkuu mm. asifike Kibaha kwa nafanyeje? Hmm. nitamkutanisha na Irini, moyo wake utampenda Irini. Hmm. afu Irini hataki kuishi wapi? Kibaha, okay. Irini atampeleka maemba enda ya Mbagara, atahakikisha maendaenda anapenda Mbagara. Hmm. lakini kule hakuna jina lake. Ndio jina liko wapi? lipo Kibaha, okay. liko kule kwa atajikuta Mokoi kuna karuka namwambia nenda Kibaha mm. Lakini huku anakutana na upinzani mkali sasa mm. Kuliko tugombane ndani, ni nini? Woi, wacha tuendelee kukaa Mbagala, Mbagala mm. Ko ataishia kutokuwa na jina hata kutana na. Kwenye majira na nyakati, umeandaliwa kuwa mtu mkuu. Mungu anakuwa amekuandalia majira haya, utakutana na mtu mkuu wa kukupeleka kwenye ukuu wako na yule adui yako anaangalia jinsi ya wewe usikutane na yule mtu mkuu. Kwa mnakuja kukutana na yule mtu mkuu, unajikuta anakusaidia kupeleka enyekuu, unajikuta unamkasirikia kwa sababu ana nyodo, anajifanya sana, analinga, unaanza kumchambua ili usichukue kile kitu kizuri mm. cha kukusaidia mm. haya majira na nyakati hey, uh, wote tunayajua, ni Mungu anayajua, na mimi natakiwa kuyajua, ndio. Shetani naye ana anayajua, ndio. Kila tukio unaloliona katika ulimwengu wa mwili linaanzia rohoni na upangiwa muda wa kudhihirika. Kwa unapoona tukio baya au zuri, usijui ukasema limetokea bahati njema, hmm. au ni kwa ghafla, lilipangwa kimewekwa ndani ya kalenda ya Mungu au ya Shetani, yaani wote wameshapanga. mm.